Asante. Mimi naitwa Michael Msuya, katibu wa Chama cha Mapinduzi ya Wilaya Geita. Leo ni tarehe 28 mwezi wa 6 2025. Tumeanza zoezi letu la kugawa fomu uh, za ugombea kwa nafasi ya udiwani na ubunge ndani ya chama. Uh, kwenye udiwani tunaendelea na kata hamsini, lakini kwenye ubunge tunao majimbo yetu manne, na kila ngazi inatolewa kwa ngazi husika, madiwani kwenye ngazi ya kata na hawa wa bunge wanne wanatoka kwenye ngazi ya wilaya, katibu wa chama ndio wanahusika kwenye ugawaji wa hizi fomu mpaka sasa tunavyozungumza saa tisa na nusu, ya leo tarehe ishirini na nane mwezi wa sita tuna jumla ya wanachama kumi na nne ambao wamekwisha kujitokeza kwa nia nafasi ya ubunge kwenye haya majimbo manne. Watano wanatoka kwenye jimbo la Geita mjini, lakini watatu wanatoka Katoro. Uh, wawili wanatoka kwenye jimbo la Geita na wanne wanatoka kwenye jimbo la Busanda. Na kati ya hao waliojitokeza tuna wanawake wawili, mmoja ametokea katika jimbo la la Busanda na mmoja ametoka katika jimbo la Katoro. Kwa hiyo, jimbo la Geita na jimbo la Geita mjini hatujapata uwakilishi wa wanawake. Kwa hiyo tuna wanawake wawili kati hao. Lakini katika hizo fomu kumi na nne ambazo zimetolewa jumla ya fomu tatu zimerejeshwa. Mwanachama uh, mmoja ametoka jimbo la Katoro ameshachukua yeah, na kurejesha siku hii ya leo ndani ya muda. Lakini mwanachama mwingine ametoka jimbo la Busanda naye amechukua amerejesha ndani ya muda, na mwanachama mwingine ametoka jimbo la Geita mjini naye amechukua na kurejesha ndani ya muda kabla ya muda wetu ambao tumepangiwa. Taratibu kuchukua fomu ni saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni, uh, kuanzia leo tarehe ishirini na nane mpaka tarehe mbili mwezi wa saba. Kwa hiyo tunaendelea kuwa kuhamasisha wanachama wa Chama Cha Mapinduzi wajitokeze mchakato huu wa kidemokrasia. Chama chetu ni cha kidemokrasia, kinakaribisha kila mwanachama kisha kwamba anapata fursa ya kushiriki katika mchakato huu wa kuomba nafasi hizi mbalimbali za uongozi. Kwa majina yangu naitwa Joyce Chunga Omenga, Katibu wa UWT Wilaya ya Geita. Hali ya uchukuaji fomu mpaka sasa ni nzuri. Tumefungua kuanzia saa mbili kamili ya asubuhi na mpaka sasa hivi saa tisa ni takriban wanawake ishirini na mbili wameshafika kuchukua fomu. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa. Na ukiangalia leo ndo siku ya kwanza hali ni nzuri kwa kweli, wanawake wameitika na wameshawishika kuja kuchukua fomu za kuomba kugombea udiwani wa viti maalum kwenye halmashauri zetu zote mbili, halmashauri ya wilaya ya Geita pamoja na Geita mjini. Na washauri waendelee kujitokeza kwa wingi, kwani hizi nafasi ni za kila mtu, kila mtu mwenye sifa, anayeona yeye ana sifa za kugombea na bahati nzuri sifa zimeainishwa kwenye kanuni, lakini pia hata kwenye matangazo yetu tunaainisha sifa za mgombea. Kwa hiyo mimi na washauri wajitokeze kwa wingi, kila mtu ajipime, ili kuweza kuwania nafasi ya udiwani wa viti maalum, kwa sababu wapo wanawake wengine wenye hofu. Unakuta mtu ana uwezo lakini anaogopa, kwa mimi niwatie moyo tu kwamba they can do it, waje wachukue fomu wagombee udiwani wa viti maalum.